Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea zawadi ya jezi ya timu ya mpira wa miguu ya Manchester United kutoka kwa mmiliki wa klabu hiyo, Sir Jim Ratcliffe, katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam tarehe kumi na moja Aprili 2025. Na jezi hiyo imesainiwa na wachezaji wa timu hiyo maarufu ya Uingereza. Katika ziara hiyo, Sir Ratcliffe alieleza dhamira yake ya kutumia klabu yake Manchester United kutangaza utalii wa Tanzania duniani sambamba na kujihusisha na masuala ya uhifadhi wa mazingira kupitia taasisi yake S S S Rivers Africa ambayo inasaidia utafiti, maendeleo ya miundombinu na uhifadhi wa mazingira. Aidha, Sir Ratcliffe alipata fursa ya kufanya mazungumzo na Rais Samia kuhusu masuala ya utalii, uhifadhi na michezo, ambapo rais alimkaribisha kuanzisha vituo vya mafunzo vya be michezo sports academy nchini Tanzania ili kusaidia kukuza vipaji vya vijana katua. hatua nyingine rais wa klabu ya Young African Sports Club Engineer Hersi Saidi naye alimkabidhi alimkabidhi Sir Jim Ratcliffe jezi ya timu hiyo kama ishara ya ushirikiano wa kimichezo na kiutalii. Klabu ya Yanga imeahidi kushirikiana kwa ukaribu na serikali katika kutangaza utalii na kuunga mkono jitihada za Rais Samia Suluhu Hassan katika kupitia sera yake kubwa ya utalii. Ujio wa Sir Ratcliffe nchini kupitia mwaliko wa serikali unatarajiwa kuleta tija kubwa kwenye sekta ya utalii na michezo, huku ukiongeza ushawishi wa kimataifa katika juhudi za kutangaza Tanzania kama kivutio bora cha utalii duniani. Hii ni Anwaary TV, jina langu ni Rahma Bilali.